Karibu tena kwenye Gumzo Updates. Tunakwenda visiwani Zanzibar, ambapo tunaambiwa kwamba kesi za kupinga matokeo ya uchaguzi Zanzibar zimeanza kurindima mahakamani, zilizofunguliwa na chama cha ACT Wazalendo. Hatua ya usikilizwaji wa kesi za kupinga matokeo ya uchaguzi mkuu wa Oktoba 29 2025 imeanza rasmi visiwani Zanzibar huku jaji wa mahakama kuu Mohamed Ali Shein akitarajiwa kutoa mwelekeo wa mapingamizi ya kisheria mwishoni mwa mwezi ujao. Katika kikao chake cha kwanza cha mashauri hayo, jaji Shein amekubali maombi ya pande zote mbili, walalamikaji, wanalalamikiwa, ya kuunganishwa kesi nane kati ya kumi na saba za wawakilishi kutoka Unguja. Uamuzi huo umekuja baada ya mahakama kuridhia kuwa mazingira na madai ya kesi hizo yanafanana, hivyo ni vyema zisikilizwe kwa pamoja ili kuokoa muda wa mahakama. Baada ya mashauriano ya kisheria jishie na mipanga Februari 24 mwaka wa 2026 kwa tarehe rasmi ya kuanza kusikiliza mapingamizi yaliyowasilishwa na upande wa lalamikiwa. Walalamikiwa hao ni mwanasheria mkuu wa serikali ya Zanzibar na tume ya uchaguzi ya Zanzibar. Mwanasheria kutoka ofisi ya mwanasheria mkuu Said Salim Said anayeongoza jopo la mawakili wa serikali alitaarifu mahakama kwa upande wao wamekamilisha maandalizi na upo tayari kuanza usikilizaji wa mapingamizi hayo. Kwa upande wa alamikaji chama cha ACT Wazalendo kinawakilishwa na mwanasheria mkuu wa chama hicho Omar Said Shaban. Akizungumza mahakamani hapo, wakili huyo alithibitisha utayari wa chama chake kati ya kuendesha kesi hizo ili kupata haki ya kile wanachokidai kuwa ni kasoro katika matokeo ya uchaguzi uliopita. Tuko mbele ya Mheshimiwa Mohamed Ali Mohamed ambaye amepangiwa mashauri ya majimbo nane kati ya majimbo kumi na saba ya hapa Unguja kwa majimbo ya uwakilishi, na kwamba katika mashauri haya nane ambayo yako mbele yake e, tumekubaliana na mheshimiwa kwamba tutaanza kusikiliza pingamizi za awali, na kwamba kwa sababu ya ratiba za mahakama na za kwake yeye dayari yake, tumepanga shauri kuanza kusikilizwa mapingamizi haya tarehe ishirini na nne mwezi wa pili. Siku hiyo tutakuja kwa ajili ya usikilizaji wa mapingamizi ambayo yameletwa na upande wa wajibu maombi, upande wa serikali, kwa maana ya ofisi ya mwanasheria mkuu na tume e, tukimaliza hapo, baada ya kudetermine hayo maombi, ndio tutaendelea sasa na kesi ya msingi, ikiwa kama maombi yale mapio yale yatatupiliwa yata mbali au kama yatakubaliwa basi tutaona hatua inayofuata. Wakati kesi hizo nani zikianza kupamba moto, bado kuna sintofahamu kuhusu kesi nyingine tisa za majimbo ya Unguja ambazo hadi sasa haijafahamika zimepangiwa majaji gani wa kuzisikiliza. Kwa upande wa kisiwani Pemba, tayari mchakato umeanza ambapo kesi nane zilizofunguliwa na ACT Wazalendo zilikumbana na pingamizi kutoka kwa ulalamikiwa usikilizaji wa pingamizi hao ulifanyika jana mbele ya Jaji Haji Sulemani Tetere katika mtanangi wa kisheria uliodumu hadi saa moja usiku. Mashauri kama haya na kama mnavyofahamu, yamekuja ya jana, upande wa Pemba, majimbo ya Pemba, na jana tayari tulishasikiliza pingamizi za awali e, kwa mashauri ya uchaguzi wa wakilishi kwa kule Pemba na moja la udiwani na kwamba mahakama imetoa imetueleza kwamba itakapokuwa tayari kutoa uamuzi wa mapingamizi yale, basi itatupa notice kwa ajili ya kuja kusikiliza uamuzi. Haikupangwa tarehe maalum ya uamuzi, mahakama inajipa muda kwa ajili ya ku, kuandika uamuzi na itakapokuwa tayari itatoa notice kwa ajili ya kusikiliza uamuzi wa mapingamizi yale. Wakati huo tunasubiri sasa majimbo mengine ambayo bado hayajapangiwa jaji, ili tuweze kupangiwa jaji, tuone tuendelee na, na utaratibu mapingamizi ya Pemba na ya hapa yanafanana. Hoja kubwa zilizojitokeza ni mengine, ni ya kitaalamu kwa maana ya technical uh, ya kisheria. Kuna suala la viapo kwenye paragraph uh, wanaita jurat uh, kwenye verification, uthibitisho. Yapo ambayo yana yameibua hoja kwenye paragraph zenyewe za affidavit. Yapo ambayo yanazungumzia kwamba hatukutakiwa kuja mahakamani kwa sababu hatuja exhaust remedies eh, e, zinazotakiwa. Ilitakiwa tukalalamike tume kwanza kabla ya kuja mahakamani. Yapo yanayohusiana na na, na, na, na, na, na fomati ya petition yenyewe kwamba haikufata kwa mujibu wa, wa kanuni za uendeshaji wa mashauri format and forms eh, ni yako ya kwenye maeneo haya. Nam tuambie, mtazamaji wa Gumzo la Ghassani, ikiwa una maoni gani kuhusu mwenendo wa kesi hizi ambazo chama cha ACT Wazalendo kinapigania haki ya uchaguzi mahakamani? <coughs>